kama bado ja subscribe kwenye chaneli yetu ya Mautundu Online subscribe chini ya video hii na kisha gusa alama ya kengele ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata habari zetu za kiburudani zinazokiki na ku make headline ndani na nje ya nchi ya Tanzania Mange Kimambi aamua kuchafua hali ya hewa katika mitandao ya kijamii baada ya kuja na connection ya mwanadada Zuchu baada ya kuachana na Diamond Platinum, Mwanadada huyu ameanika ukweli na asiri ambazo mwanadada Zuchu aliweza kutuficha kipindi ambacho yuko kwenye mahusiano na Diamond Platinum na hata baada ya kuachana na mzee mzima Diamond Platinum. Ila Mange Kimambi ameamua kuyaweka wazi uchafu wote ambao alikuwa ameufanya mwanadada Zuchu katika mitandao ya kijamii, na ilikuwa tu kwa bahati mbaya ile video ikaweza kuvuja au kulinki na kusambaa katika mitandao ya kijamii mpaka kumfikia mwanadada Mange Kimambi. Na baada ya video hii kumfikia Mange Kimambi, aliamua kuiuza kwa dola za Kimarekani zipatazo dola elfu kumi kwa kila ambaye anaitaka. Ile video alikuwa akimuuzia na alikuwa hajali kwa sababu wawili hao walikuwa katika ugomvi mzito. Na ikumbukwe hapo nyuma, Mange Kimambi amekuwa akimwandama sana mwanadada Zuchu kulingana na swala lake la kumng'ang'ania Diamond Platinum kimahusiano. Na hata hatimaye huko nyuma Mange Kimambi aliweza kusema kwamba mwanadada Zuchu kwa Diamond Platinum ameweza kufata pesa, ndo maana ameamua kung'ang'ania na kuvumilia matukio yote ambayo akiwa anayafanya Diamond Platinum na kuyaanika katika mitandao ya kijamii. Ingekuwa ni mwanamke mwingine asingeweza kuvumilia au kuyafumbia macho. Je, unahisi mwanadada Zuchu ataweka wapi uso wake kama msanii au kioo cha jamii baada ya connection yake kuvuja na kuwafikia wale wote ambao walikuwa wakimsapoti katika suala zima la mziki? Na unahisi kwamba Mwanadada Mange Kimambi baada ya kuvujisha hii connection alikuwa sahihi au alikuwa anaamua tu kumpondea mwenzie kwa mashabiki, ili mradi tu waendelee kumchukia na brandi yake iendelee kushuka. Na ikumbukwe, kwa upande mwingine, wasanii wa hapa Tanzania wamekuwa wakitegemea sana mashabiki, na ndio maana kazi zao bila mashabiki haziwezi kupanda. Kama unakumbuka video ambayo ilikuwa inasambaa kule nchini Kenya baada ya Zuchu kwenda katika stage ambayo alikuwa ameenda katika tamasha, mashabiki waliweza kumrukia na kumfanya vibaya mwanadada huyu, na hatimaye baada ya kurudi Tanzania, aliamua kuweka wazi ni yapi ambao Wakenya wameweza kumfanyia katika stage, na kitu hiki kiliweza kumchukiza mpaka kuingia live na kuzungumza mambo ambayo yalikuwa yametokea.